Maarifa ya kiroho, jipatia vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa con...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 Habari za asubuhi popote hapo ulipo, mtazamaji wa Sauti Kuu TV, bila shaka umeamka salama. Kama sivyo, basi Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehma akufanyie wepesi asubuhi ya leo, kama ni afya yako ama kama ni kipato chako. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double D. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka studio zetu za Dar es Salaam, Tanzania. Nitakuangazia hapa magazetini leo katika sehemu zake mbili tu. Ya kwanza habari za kitaifa na kimataifa, ya pili habari za kimichezo na burudani. Kama ilivyo kawaida, magazetini leo inakujia moja kwa moja pia kupitia e, mitandao ya kijamii kama vile YouTube kama Sauti Kuu TV online, na kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. mshirika wetu asubuhi ya leo ni Tabernacle of Glory, TAG Kawe, kanisa la TAG Kawe lililo pale Kawe ukomani nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM pamoja na kituo cha mafuta cha Puma, wakiendelea kukualika na kukukaribisha katika ratiba za ibada zao mbalimbali. Kwa hiyo unaalikwa kushiriki kupitia kufika ama vyombo vyao vya habari, ikiwemo Sauti Kuu TV online ambayo itaku letea matangazo haya ama chombo chao cha mchungaji Elingarami S Munisi, online TV. Kwa hiyo unaweza kushiriki ibada zao pia kupitia chaneli hiyo, na unaweza kusubscribe sasa na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa mdau wa kudumu na uwafuatilie kila itwapo sasa, kila itwapo leo. Magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na dakika thelathini asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili na dakika thelathini hapa tunapata fursa ya kuangazia yale yaliyojiri yakaandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti na yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Kazi yangu ni kukuangazia kwa uchache tu kisha kukupatia wakati mzuri wa kupata nakala ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako habari hizi pia huandikwa, kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako. Kwa maana nyingine, haujei kama tavilivyo. Karibu tuanzie sehemu ya kwanza ya magazetini leo nikilipa kipaumbele gazeti e, Mwana Halisi. Gazeti hili limeandika vigogo watwishwa zigo, kisiki kingine mbioni kung'oka Ikulu. E, vigogo watishwa zigo, watwishwa kumradhi, zigo, kisiki kingine mbioni kung'oka Ikulu. Habari picha hapa e, inaonyesha baadhi ya viongozi wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania walioko madarakani na waliokwisha kustaafu. Pia jaji Warioba ahofia visasi, asema CCM haina itikadi, wapasua nchi hawa hapa. Habari ambayo utaisoma zaidi katika ukurasa wa nane wa gazeti Mwanahalisi. Mimi nikiondoka hapo, naangazia gazeti Majira, gazeti Uhuru la kila siku, habari kubwa inasema Eh, kazi wanazoweza wazawa wasifanye wageni. Mwigulu huyo akitoa kipaumbele ajira kwa wa vijana wa Kitanzania, ataka wizara eh, zinazohusika na masuala ya ajira zisimamie kikamilifu utekelezaji wa sheria, awaonya wenye nyumba eh, wanaopangisha raia wa kigeni. Ukurasa wa nne unaandika Habari nyingine anasema Tanzania Indonesia kuimarisha ushirikiano. Waziri Mkuu akutana na balozi wa Japan. Mabishano eh, mabishano ya kikatiba yateka yateka kesi za wagombea ubunge. ACT noandi ya shauri wa Tanzania kupima afya eh, miaka minne ya Rais Samia yaleta neema kubwa kaliua imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nami naondoka hapo nikiangazia habari nyinginezo kunako gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Habari iliyokolezwa wino inasema Dkt. Mwigulu asisitiza ajira kwa wazawa. Habari nyingine inasema tume ya kutana na jaji Warioba, watoa wa huduma wazembe mahospitalini washughulikiwe, Tanzania Japani kushirikiana zaidi. Hayo na mengineyo utayapata katika gazeti Uelekeo leo yetu ndiyo kesho yetu. Gazeti Mwanahabari, gazeti Bora limeandika mwenyekiti Jumikita ashusha zigo lingine kwa Makonda. Waziri Mkuu asisitiza ajira kwa Watanzania. Profesa Mbarawa ataka uwanja e, wa ndege Msalato ukamilike Mei mwaka huu. Haya. Naondoka hapo mtazamaji nikiangazia gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo. Gazeti hili limeandika Mchengerwa e, Mchengerwa agomea wazembe sekta ya afya. Asema kwa kweli hatavumilia uzembe, utendaji wa mazoea katika sekta ya afya. Asisitiza kuwa huduma bora za afya siyo hisani e, bali ni hali ya msingi ni haki kumradhi, ni haki ya msingi ya mwananchi aliyelipa kodi. Waziri Mkuu Balozi wa Japani wajadili masuala ya kiuchumi. Mgongano wa kikatiba wazuka Mahakama Kuu Zanzibar kesi za ubunge ACT wa Zalendo. Profesa Mbarawa azitaka TANROADS pamoja na TAA kukamilisha ujenzi uwanja wa ndege huko Msalato. Naondoka hapo mtazamaji, nikitupia macho gazeti Taifa Tanzania Uzalendo kwanza. Gazeti hili limeandika Dkt Mwigulo, wakiingia kifua wazao, asema kazi wanazoweza kuzifanya, kwa nini wapewe wageni eh? Kazi wanazoweza kuzifanya wasipewe wageni. Tanzania na Indonesia wakaa mezani kujadili kilimo na nishati. Mwakilishi UNDP azungumzia ukubwa wa tanapa hayo na mengine mengi utayapata katika gazeti taifa tanzania zalendo kwanza nipashe limeandika vurugu oktoba 29 washtakiwa uhaini waugua mahabusu kulikoni wadaiwa wama watoto gharama za tisha familia zao kesi yatajwa bila washtakiwa kufikishwa mahakamani dpp atakiwa kutekeleza maelekezo ya Rais bari imeelezwa katika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Utata waibuka mtuhumiwa kujinyonga selo ya polisi. E, mchengero ataka tehama katika tiba hospitalini kuwe kama hotelini. Haya bwana, hatari mpya tiba ya methadone kwa waraibu wa dawa za kulevya ni habari pia ambayo imetajwa katika nakala hii. Neema nyingine gesi asilia nchini ikitabiriwa kuongezeka Mtwara. ACT na Chauma washika usukani wa kamati nyeti bungeni, habari hii utaipata katika nipashi, gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi limeandika mifumo imara itadhibiti mapato. Dr. Akil Mama Mariam mgeni rasmi tamasha la sanaa Afrika serikali kuweka mpango mkakati utengenezaji ajira kwa vijana. Habari nyingine kunako gazeti habari leo, guji la habari Tanzania, asubuhi ya leo inasema Mwigulu wa bana ajira kwa wageni. Amshukuru rais kumlipia matibabu mtoto wake, pia ni habari nyingine, hiyo haihusiani na Mwigulu. Habari kuu inasema Mwigulu wa bana ajira kwa wageni Habari nyingine amshukuru Samia kumlipia matibabu mtoto wake. E, mabasi ya mwendo kasi 50 kuingia nchini leo. Mbolea ruzuku tani 16,500 ya sambazwa nchini, habari ambayo imeelezwa katika gazeti habari leo guiji la habari Tanzania. Habari nyingine ikiwa ni JKCI ya hitaji bilioni 1.6 upasuaji watoto 420 wasio na uwezo. Haya, na ondoka hapo, nikiangazia Uhuru ukweli daima, Mwigulu apigilie msumari, habari hii imepamba vichwa vingi vya habari. Dr. Samia kueleza moto bima ya afya kwa wote, moshi mweupe uwanja ndege Msalato, haya amani Tanzania, ya wakosha DRC, ni habari ambayo imetajwa hapo, vile vile. Gazeti Mwananchi bwana limeandika bandika bandua, mawaziri ya tikisa Saa 72 ngumu za ACT kuingia kuitosa SUK, vigogo wapya wapewa rungu kamati bunge. Sintofahamu mtuhumiwa akijinyonga mahabusu ni habari ambayo pia imetajwa ukurasa wa tano wa gazeti Mwananchi. Mbinu kukomesha ukeketaji, biashara haramu ya viungo vilevile ni habari ambayo asubuhi ya leo utaipata mtazamaji, kwa kina tu utakapokamata nakala ya gazeti Mwananchi ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii, ambako huko pia habari hizi huandikwa sasa. Tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa moja kwa moja tutaangazia habari za kimichezo na burudani kama sehemu ya pili ya magazetini leo.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 92 au 0678813891 nam. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo. Sehemu hii ni mahususi kabisa kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwana michezo popote hapo ulipo. Gazeti Majira limeandika SMZ, yafanikisha viwanja vya vi michezo kila wilaya, ni vya mkoa wa Unguja, Pemba, uwanja wa Gombani. Haya, Makonda maandalizi Afcon 2027 yaanze mara moja. Simba Sports Club ya yadhamiria ya kurejesha heshima. Habari hii imeelezwa katika ukurasa wa mwisho wa gazeti eh, Majira naondoka hapo nikiangazia uelekeo Spoti Ahmed Simba, hatuna dampu la wachezaji eh. Mane yaipeleka Senegal finali Afcon, ubabaishaji kuliondoa eh, Falls, ubabaishaji kuliniondoa Yanga. Alan Okelo aanza ah, kujifua kazi, ipo haya bwana. naondoka hapo nikiangazia mwana habari limeandika Makonda ataka maandalizi Afcon yaanze sasa. Kelvin Hamdun Atimkia Dodoma Jiji, kocha Concaves awapa kongole nyota wake, habari ambayo imeelezwa katika nakala hiyo. Sasa Wamachinga Spoti limeandika e, nyota Yanga afurahia timu ya makombe. Maandalizi ya Afcon yaanze sasa ni kauli ya kwake, e, Makonda Manula, Kipabora, Mapinduzi Cup, Yakub, Yakuba, e, Yakuba Songi aibukia Mbeya City. Haya bwana, majina ya wa wachezaji hayo, wakati mwingine anakupa sintofahamu kuyatamka, kila mmoja anayatamka kibaki eh, kivyake, kumradhi. Taifa Tanzania limeandika Alan Okelo anza mazoezi baada ya kujiunga na Yanga, Senegal ya tinga fainali eh, ya Afcon 2025, Gabon yaondoa adhabu dhidi ya Aubameyang na timu ya taifa bari, ambayo imetajwa katika nakala hii ya gazeti Taifa Tanzania. <laughs> Michezoni Nipashe limeandika kombe la mapinduzi limetupa chachu kwa El Hilal Yanga hao Simba kushusha mido wa Senego. Haya, habari hizi zote e, utazipata katika nakala hii ya gazeti Nipashe. Zanzibar leo limeandika ligi ya muungano netiboli kuanza leo Zanzibar, kivumbi na jasho mashindano ya riadha leo Haya, habari hiyo utaipata hapo. JKT mabingwa wavu mapinduzi cup vile vile ni habari ambayo imeelezwa hapa. Sasa gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania limeandika Yanga kumuonya baka kulikoni, Yanga kumuonya baka. ndio za Afcon 2027 zaanza kwa mchujo changalawe, kuwania ubingwa wa WBO Rais TVF ateua makamishna kumi na moja. Habari hiyo ya kimichezo imetajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti hilo. Uhuru imeandika taji la ongeza mzuka Yanga makonda spana tu Afcon. Habari eh, imeelezwa hapo. tano kwa nne bwana, ni ushindi wa penalty iliyoupata timu ya Yanga dhidi ya Azam Football Club mchezo juzi. Haya, meja kunta ageukia wasanii chipukizi habari hizi zote zinaelezwa kwa kina katika nakala hiyo. Sasa nakala ya habari za kimichezo na burudani pekee gazeti eh, Mwanaspoti limeandika winga huyu bado kidogo ni Msenegali, wengine watatu watajwa Simba, Singida Black Stars, yaliamsha ya mapema eh, Madrid ikimvutia wyao inamchukua. Haya bwana hayo yote tutayashuhudia siku za usoni. Ya tuone itakavyokuwa nakala ya gazeti Mwanaspoti asubuhi ya, ya leo. Mtazamaji, inatamatisha magazetini leo kwa ujumla asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hata tamati jina langu naitwa Dorcas Daniel. wengine huniita double d katika kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo upande wa mitambo mwenzangu ni freedom richard kumbuka magazeti ni leo ni kipindi ambacho kinakujia jumatatu hadi jumamosi majira ya saa moja na nusu asubuhi kwa saa za afrika mashariki afrika ya kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili na nusu ndani ya dakika thelathini tu tunaangazia habari za kitaifa kimataifa michezo na burudani natamatisha zikiwa zimesalia sekunde kufika saa mbili kamili za asubuhi. Kwaheri.